Kupendekeza kuomba kuunda halmashauri mpya kutokana na halmashauri ya wilaya sasa ya Iringa, yamekuja mapendekezo kutoka halmashauri na kutoka huko wilayani. Sasa ni kazi yetu na sisi kuyapitia mapendekezo hayo, ili tuone kama tunakubaliana nayo au la lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilituletea miongozo na vigezo vya kugawa majimbo, pamoja na kama mtaka kugawa kata, kuna vigezo ambayo vigezo hivyo, cha kwanza ni idadi ya watu kwa majimbo ya mjini angalau kuwe na wastani ya watu laki sita. Majimbo ya vijijini wastani ya watu laki nne, kuangalia ukubwa wa eneo, uchumi wa eneo, hali ya kiuchumi kwenye eneo hilo, kuangalia kama mbunge mmoja anaenda kwenye halmashauri mbili, lakini pia kuangalia na hali ya viti maalum. Kuna kigezo kimoja amesema tuangalie na ukubwa wa bunge. Sa hilo sasa, hilo kigezo kigumu kweli. Sasa sisi tunajuaje na tuko huko, uwezo uwezo wa bunge kuhimili wa wabunge wengi ambao kigezo kio kikiangalia lita ya kinatuambia <laughs> kabla mjagawa, mwangalie uwezo wa bunge, kwa sababu hatuwezi kubomoa lile jengo lilopo sasa kwa maana yake hawa tunaowaongeza lazima waingie kwenye kwenye bunge hili iliyapo sasa. Kwa hiyo tunapopitia vigezo hivi, haya ndio maeneo mahususi ya kuangalia. Sasa, baada ya kusema hayo, niwakaribishe ndugu wajumbe wote, na naomba tuwe tuwe wakweli, tusiogope, tutoe mawazo kulingana na hali halisi tunaoifahamu ya Kilolo, tunaoifahamu ya halmashauri yetu ya Iringa DC. Tunapogawa halmashauri, mimi kigezo namba moja cha kuconsider ni uchumi na mapato. Tusije tukatengeneza halmashauri ambayo haina mapato, nalo hilo ni tatizo kubwa sana. Mwanzo unaweza tusilione, lakini baadaye huwa linakuwa kubwa. Nadhani madiwani mnalielewa hili zaidi, inafika wakati hata vikao mnakaa hamwezi kupata posho takuwa tutende haki. Kwa tunapogawa maeneo haya tuwe tuangalie mbele zaidi kuliko, kuliko matakwa yetu ya sasa.